Barakatuh. As Assalamu alaykum wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As wa wa uh, hii ni eneo la ukumbini hapa madrasa na hapa, kifupi tunahitaji flow ya chini hapa, kwa sababu kipindi cha mvua kama hiki panakuwa pana tundu ya maji tele ndani hapa. Kwa hiyo tunahitaji flow hapa ndani na njia yetu ile pale ya milango. Hiyo milango yetu ni mibovu, imeshakufa na madirisha yetu haya ndo kama unavyoyaona bosi, madirisha kama unavyoyaona Amin. Na hivi ndani ndio vyumba ambavyo vipo ndani na chini hapa, hatuna saruji kamili au hatuna flo sa, safi. Maana tuna flo tu ya kawaida ya kufua ya kufoji basi. Naam, na haya ndio madirisha yetu Mashallah, alhamdulillahi, rangi tunayo, lakini juu pia hatuna feni na, na hii ndio milango yetu humu, alhamdulillah mna saruji lakini tayari imesha imeshakufa kama unavyoona mashimo haya na vile vile madirisha yetu, na hatuna feni ndani humu. Na hawa ndo wanafunzi wetu kwa leo Jumamosi, ambapo wamefika fika asubuhi hii mapema na hii hapa ni ofisi, maana ni ofisi ya walimu. Ofisi ya walimu alhamdulillahi, tuna saruji kama inavyoonekana, hii chini. Madirisha yetu ndio hili dirisha letu, yani hatuna ule karabati mzuri wa madirisha, dimana mtu atakayepita nje anatuona. Naam. Hatuna vifanyia kazi ndani ya ofisi yetu, bimaana ni mfano laptop na vitu vingine vya electronic ambavyo tunaweza tukafanya shida zetu hapa hapa, na dokumenti zetu za wanafunzi pia hatuna hicho kitu. Kwa hiyo kama ikiwezekana, alhamdulillah, tukipata msaada huo, inshallah, Allah atatu atalipa khairi kwa hilo. Na hii ndio stoo yetu ya kuhifadhi vitabu.